Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana, asante sana, na karibuni tena ndugu zangu wapendwa, kuhusu eh, somo letu hili ambalo tumeanzana nalo uh, now it's gonna be eh, siku ya tatu, yeah, siku ya tatu sasa tunaelekea na hili somo ambalo ni somo la kukomaha kiroho uh, katika somo hili inapaswa kuelewa ya kwamba lengo kubwa la Mungu katika kutenda haya yote na sisi. Mungu daima anataka mwanadamu awe na picha ya Yesu ndani yake, sababu Mungu lengo kubwa la kutuumba sisi, alituumba ili tumfanane yeye. By the way tuliumbwa kwa mfano wake, ili tuwe kama yeye. Na Mungu baada ya sisi kupotoka, akaona huyu mwanadamu lazima nianze kutengeneza kitu kipya ambacho kitafanya sura yangu kuwa ndani yake. Kwa hiyo, anachotamani Mungu ni kwamba tujenge mahusiano bora na yeye anachotamani Mungu ni kwamba sisi tufanyike yeye, yaani wataadamu watuone sisi kama bibilia iliyo hai. Haya maneno yaliyo katika bibilia zetu yasiishie tu kwenye bibilia, lakini yageuke maisha yetu ya kila siku, so we have to live accordingly, yaani tuishi kulingana na hili neno la Mungu. Na ndio maana Mungu anaendelea kutuonyesha njia na mbinu za kuwa kama yeye, za kumfanana kama yeye, za kuongea kama yeye, za kuishi kama yeye, za kudumu kama yeye ili tuwe wawakili halisi wa Mungu katika dunia hii ya wanadamu. Ndugu Mkristo, ni kwamba maneno haya sio kwa kila mtu. Kusema kweli, haya sio kwa kila mtu. Kuna wengine haya hayatawahusu kabisa, lakini wale wana wa ufalme haya yatawahusu, na lazima watashughulika kuhusu mambo haya ili yatimie katika maisha yao. Sisi kidogo mawabiri yetu ni tofauti kidogo, tunajua sisi, lengo letu sisi ni kujenga uhusiano bora kati ya mwanadamu na Mungu wake lengo letu sisi ni kwamba watu wasiende katika ulimwengu wa giza warudi waingie kwa Yesu Kristo. Lengo letu sisi ni kurudisha mali ya Mungu kwa Mungu. Lengo letu sisi ni wanadamu waishi kulingana na mapenzi makamilifu ya Mungu. Lengo letu sisi ni wanadamu warudi katika asili ya uumbaji wao, ili watimize malengo makuu ya Mungu kuumba mwanadamu chini ya jua. Kwa hiyo sisi hatuhubiri ili upate magari tu Hapana, hatuhubiri ili ununue ndege, hatuhubiri ili ununue uwanja, lakini tunahubiri ili ujenge uhusiano bora wako wewe na Mungu, ili uwe mtu mwenye akili timamu. Sababu kusema kweli, walio na Mungu ndo watu pekee wenye akili timamu. Wakristo ambao wameokoka ndo watu pekee wenye akili timamu. Mtu kabla hajaokoka, huyo si mtu mwenye akili timamu, ukweli anatanganikiwa. Lakini sasa, utakuwaje mtu mwenye akili timamu? Ni pale unapoishi kulingana na neno. Na utaishiji kulingana na neno? Ni pale unaporudishwa kwenye mapenzi makamilifu ya. Mungu. Na utarudishwaje? Utarudishwa kupitia neno, neno. Ndio maana Mungu anajaribu kuendelea kuumba hizo sote tabia ndani yetu na haya ambayo tumeyaona hapa. Sasa nimejaribu kufanya uh, sentezi, nimejaribu kufanya uh, resume ya mambo yote ambayo tulikuwa tumeshaona na mengine ambayo tulikuwa tujaona ili kwamba yeah. Hizi tabia zikipata nafasi ndani yako basi subiri unyakuwa. Hizi tabia zikiwa nafasi ndani yako basi na tulianza kuona tabia za uungu au kimo cha mtu mkamilifu, na hilo tulilitoa katika Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa tano hadi wa saba Fikiri nimeandika hapa, Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa tano hadi wa saba Hii ndo inataja tabia za uungu ndani ya kila mwaminio, ndani ya kila mtu ambaye amemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, ndani ya kila mtu ambaye ana malengo ya kumtumikia Mungu na kumwishia Mungu katika dunia hii. Mimi najua hakuna raha kubwa katika dunia hii kama mtu amtumikie Mungu, sababu wakati unamtumikia Mungu, wakati unamuishia Mungu, una ni mtu wa kipekee sana, unaishi kwa raha zako, huna cha mtu, huna deni ya mtu, huna matatizo na mtu, huweki mzigo rohoni mwako dhidi ya mtu fulani, you are completely free from everything. Kwa hiyo hakuna raha nzuri kama kumtumikia Mungu katika dunia hii ya wanadamu. Nimeanza na kusema ya kwamba hizi tabia za uungu au kimo cha mtu mkamilifu, jambo la kwanza ni imani, uwe mtu mwenye imani dhabiti katika Bwana Yesu Kristo. Jambo la pili ni wema, uhii wema ni nguvu za kiroho. Jambo la tatu ni maarifa, kiasi, dhaburi, utauwa, upendano wa ndugu na upendo. Hayo ndiyo mambo nane ambayo tuliyaona, nafikiri tuliona katika episode 1, jinsi gani mwanadamu anapashwa kuishi kutembea kulingana na mambo hayo, ili aweze kumpendeza Mungu wake. Na unapoishi kulingana na hayo, bila shaka uzima wa milele ni wako. La pili ni tunda la Roho ambayo tulitoa katika kitabu cha Wagalatia tano ishirini na mbili katika kitabu cha Wagalatia tano ishirini na mbili tumeona tabia za upendo, tabia zinazoonyesha kwamba una upendo wa Mungu ndani yako. Sababu kuwa na upendo wa Mungu ndani yako sio tu kunena kwenye mdomo, sio tu ongea ongea, lakini kuna vitu ambavyo vitabashiri na kuthibitisha ya kwamba kweli una upendo wa Mungu ndani yako. Kwa hiyo hizi tabia za upendo zinapokuwa ndani yako, basi umepiga hatua katika mwana. Tabia ya kwanza ya ya tunda la upendo ni upendo. Ya pili ni furaha, amani, uvumilivu, utu wema. Utu wema ndo ili kujua kutendea wengine mema, fadhila, uaminifu, upole na kiasi. Mtu anakuwa mpole. Mkristo ni mtu mpole eh. Mkristo sio mtu wa pru pru pru. Mkristo ni mtu mpole. Mkristo ni mtu ambaye ana kiasi. By the way, ukiwa na kiasi lazima utakuwa mpole Sababu ukiwa na kiasi unajua kipi cha kutokufanya, hata kama ni kizuri, kisija kikakwaza wengine, na kipi cha kufanya. Kwa hiyo ukiwa mtu ambaye una kiasi upole utakuja automatically. Hautakuwa mtu wa kupaniki kwenye mambo, hautakuwa mtu wa kupaniki kulingana na matukio. Matukio yatatukia, lakini utakuwa na confidence na uta, utajua kujituliza, utatumia kiasi chako kwamba hili limetukia okay, I don't have to panic, wacha nitulie, sababu naamini hili nalo litapita. Kwa hiyo shetani anapokuwinda, anapokutafuta katika mambo mabaya, kwanza kama uko mtu wa kiasi, unajua ya kwamba hili nalo litapita kwa hiyo una uwezo mkubwa sana, mtu wa tabia kama hizi ana uwezo mkubwa sana wa kudumu mbele ya majaribu, ana uwezo mkubwa sana wa kuhandle majaribu, na hizi ndizo tabia ambazo zinamkokota ro ro ro Roho Mtakatifu kuishi ndani ya mwanadamu. Unajua, kama nilivyoambia awali, ni kwamba Roho Mtakatifu anahuzunika, Roho Mtakatifu anahuzunikaga. Kwa hiyo anaweza akahuzunike. Malaika au mnaowajua pia wanahuzunika, wanahisia, wanaweza wakakasirika, wanaweza wakafurahi. Ndo maana tunawambiliwa usimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu anaweza akahuzunike hii inawezekana kabisa roho mtakatifu kuhuzunika it's possible kwa hiyo tunakosaje kumhuzunisha ni pale tunapoishi kulingana na hizi tabia e, baada ya kuona tunda la roho, tunda la roho e, tumeanza kuona tunda la roho ambao tumetoa katika Wagalatia tano ishirini na mbili tunda la roho sio tunda la upendo tunda la roho ni upendo furaha amani uvumilivu utuwema fadhila uaminifu upole kiasi. Ilo ni tunda la Roho. Baadaye tukaona tabia za upendo au dalili za upendo, ambayo tumetoa katika Wakorinto wa kwanza kumi na tatu nne nane tabia za upendo ni uvumilivu, fadhila, kutousudu, kutotakabali, kutojivuna, adabu, kutokuwa mbinafsi, kutoona uchungu, kutohesabu mabaya, kutofurahia uzalimu so, hizi ndo tabia za mtu aliye na upendo ndani yake, njo dalili zilizo ndani ya mtu aliye na upendo, na ni kutoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13:4 hadi 8. Baadaye sasa tukaona tabia za watakatifu kulingana na Wakolosai tatu kumi na mbili kumi na sita ambayo ya kwanza ni moyo wa rehema. Kila mtakatifu lazima awe na moyo wa rehema. Ya pili ni utu wema, kujua kuwatendea wengine mambo mazuri. Ya tatu ni unyenyekevu, mtakatifu ni utu mnyenyekevu. Ya nne ni upole Mtakatifu ni mtu mpole. Ya inayofuatia ni uvumilivu. Baadaye ya uvumilivu kuna kuchukuliana, yaani kujua tatizo la mwenzangu ni tatizo langu, la shida aliyopata ndugu yangu ni shida yangu. Okay, kuchukuliana. Baada ya kuchukuliana kuna kusameana mtakatifu ni mtu ambaye anasamehana. Baada ya kusamehana kuna kupendana, upendo tena unarudi, na mwishowe amani. Hizo ndizo tabia za watakatifu kulingana na kitabu cha Wakolosai tatu kumi na mbili kumi na sita. Baadaye tukaona tabia kwa umri, tabia za watoto wa Mungu kulingana na umri, ilo tumilitoa katika kitabu cha Tito mbili mbili hadi kumi. Tito mbili, mbili hadi kumi, wazee wanaume kulingana na kitabu cha Tito wanaomba wawe na kiasi, wawe wastahivu, wawe na busara, wawe na imani, wawe na upendo na wawe na zaburi. Wazee wanaume, wazee wa kike wanaomba wawe watakatifu. Ukiambiliwa uwe mtakatifu, yaani uwe na hizi tabia za utakatifu. <laughs> uwe na tabia za utakatifu na tabia za utakatifu utakatif. Tumeshaziona moyo wa rehema utuwema unyenyekevu, upole, uvumilivu, kuchukuliana, kusamehana, upendo na amani. Kwa hiyo unapoambiliwa wazee wanawake wawe watakatifu, yaani wawe na hizi tabia namba. E, wasiwe wasingiziaji, yani kusingiziana. Waze wazee wanawake wafundishe wabinti neno. Wazee wanawake na mabinti pia kuna tabia zao ambazo wanaombwa na Mungu katika kitabu hicho cha Tito mbili mbili hadi kumi kupenda waume zao kupenda watoto wao, kuwa na kiasi, kuwa wasafi, kufanya kazi nyumbani, kuwa na utu wema, kutii waume wao, na wavulana wanaombwa kuwa na kiasi. Kuna moja hapa ambayo nimeruka ni tabia za wana wa ufalme kulingana na kitabu cha Mathayo tano tatu kumi. Wana wa ufalme wanaombwa tabia zifuatazo, kwanza wawe maskini wa kiroho, yaani maskini wa mambo ya kiulimwengu tatu wahuzunike kwa ajili ya mabaya kwa ajili ya dhambi mbili hiyo. Tatu, wawe wapole, wawe na njaa na kiu ya haki, wawe watu wenye rehema, watu wenye moyo safi, wawe wapatanishi na ya mwisho wawe watu wanaopenda haki. Mkristu ni mtu anayependa haki. E, hata kama mtoto wako alishindwa sheria lakini lazima ubaki kwenye haki. Mkristu si mtu anayefanya vitu kiupendeleo. Hapana. E, mwishowe tunaenda kuona maonyo saba ya mwisho kulingana na Watesalonike wa kwanza tano kumi na sita hadi ishirini na mbili Katika ya maonyo saba ya mwisho, onyo la kwanza tunaambiliwa tuwe na furaha siku zote, tuwe watu wenye furaha. Onyo la pili, kuomba bila kukoma, tuombe bila kukoma. Onyo la tatu, kushukuru katika yote. Onyo la nne, kutuzimisha Roho Mtakatifu. Onyo la tano, usitweze unabii. Roho Mtakatifu unamzimisaje? Unapopoteza hizi tabia. Yani hizi tabia zilizo hapa ndo tabia zinafanya Roho Mtakatifu furahi ndani yako. Kwa hiyo usiulize sasa, Roho Mtakatifu ninamhuzunishaje? Unamuhuzunisha, unamhuzunisha ukipoteza hizi tabia ambazo nimeweka hapa: kututweza unabii, kujaribu mambo yote, na ya mwisho kujitenga na ubaya wa kila namna. O, haya ndiyo maonyo saba ambayo tulionywa na neno la Mungu kulingana na kitabu cha Wathesaloniki wa kwanza sura ya tano mstari wa kumi na sita hadi mstari wa ishirini. Na mwisho kabisa tumeona mambo saba anayochukia Mungu kulingana na medhali sita kumi na sita kumi na tisa, ambayo jambo la kwanza ni macho ya kiburi. Mungu hataki kiburi, Mungu hataki mtu wenye macho ya kiburi. Jambo la pili ulimi unaodanganya Mungu hataki uongo, Mungu hataki mtu anayedanganya. Sema kweli kama jinsi ilivyo Jambo la tatu ni kumwaga damu isiyokuwa na hatia. Mungu hataki hiyo, mauaji Mungu hataki. Jambo linalofuata kuwaza mabaya katika moyo wako. Mungu anakataa mtu kuwaza mabaya, hupashe kuendelea kuwaza mabaya. Kuwaza mabaya ni kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Waza mambo mazuri. Samani kidogo, homi inanisumbua. Eh, jambo linalofuata kukimbilia maovu Mungu hataki tukimbilie mauvu, miguu inayokimbilia mabaya, miguu inayokimbilia kufanya mambo mauvu, hapana. Jambo linalofata ni, ni kuwa shahidi wa uongo. Mungu anatukataza kuwa mashahidi wa uongo. Jambo la sita ni kupanda mbegu za fitina, ndio jambo la saba. Hivi Mungu hataki mtu anayepanda mbegu za fitina miongoni mwa waduku Yaani, wewe wandugu wapo vizuri, kazi yako wewe ni kupanda mbegu za fitina. Unakwenda kwa huyu unamchonganisha na huyu, huyu unamchonganisha na huyu. Kwa hiyo watu kama hao wapo katika makanisa, kazi yao kubwa ni kupanda mbegu za fitina miongoni mwa watu, na wanachonganisha watu na wanapiganisha watu. Nimeona kijana mmoja ameenda, si unaona hapo kwenye, si unaona kwenye hizi nyumba za kupanga, kwenye nyumba za kupanga, si kuna si kuna milango hivi eh? Mlango hapa, mlango hapa, mlango hapa, mlango hapa, mlango hapa. Kwa hiyo huyu ni mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, nyumba za kupanga. Kwa hiyo hapa kuna mtu, hapa kuna mtu, hapa kuna mtu, hapa kuna mtu. Sasa huyo kijana akataka agombanishe huyu wa mlango wa kwanza na huyu wa mlango wa pili, huyu kijana huyu wa mlango wa nne alitaka agombanishe wa mlango wa kwanza na mlango wa pili. Kwa hiyo alichokifanya yeye ni nini, aliamka hapa usiku, akaja usiku akagonga huyu wa mlango wa kwanza, akaja pia akagonga huyu wa mlango wa pili, alafu akarudi haraka sana, akarudi chumbani kwake. Huyu akaamka usiku akafungua mlango wake aone mtu, huyu naye akaamka akafungua mlango wake aone mtu waka, wakarudi ndani ya nyumba. Huyu kijana tena akaamka tena, tena akaja akagonga huyu, akaja akagonga na huyu huyu wakati tena anamka anavaa nguo anarudi, anaona hakuna mtu ona, anarudi, anaangalia hakuna mtu. Ukija tena akarudi tena nyumbani kwenda kula, kuingia kwenye chumba chake, tena akaamka tena akaza tena akagonga huyu, huyu naye akamgonga kwa hiyo alipogonga huyo, wote wakamkia pamoja, kila mtu akakutana na mmoja. Kwa nini unanisumbua kunigonga? Kwa nini unanisumbua kunigonga? Hapana, wewe ndio umenigonga. Wakaanza kupigana, na ndio kazi ya shetani. Shetani kazi yake ni kuchonganisha watu, alafu anafurahi pale mnapogombana, anafurahi pale mnapopigana. Baada ya kuwachonganisha watu, shetani anakaa kidogo nyuma, hiki anaangalia kinachoendelea, akiona mnapigana, mnabebana, kwake yeye anapata furaha sababu ibilisi kazi yake ni kutakia watu mabaya, hana kitu kizuri shetani. so kupanda mbegu za fitina miongoni mwa wandugu ni moja miongoni mwa kazi za shetani. Ndio maana Mungu anakataa katukatu kwamba tusiwe watu wa kupanda mbegu za fitina miongoni mwa wandugu. Ndugu zangu wapendwa, nimewaonyesha haya mambo ili tabia za Kristu zijengwe ndani yenu. Nimewaonyesha haya mambo ili Mungu apate kibali cha kukaa ndani yenu. Nimewaonyesha haya mambo ili mfanyike wa Kristu kabisa na mwenende katika njia za Bwana tofauti so, ya hizi tabia hamna tabia zingine hizi, ambazo nimewatajia hapa. Hivi vitu nane ndivyo ambavyo vinabeba ukomavu wa Ukristo katika ulimwengu wa kiroho. Ukikomaa katika hili la Petro wa Pili moja, tano saba ukiishi hili la Wagalatia tano, ishirini na mbili ukiishi hili la Wakorinto wa Kwanza kumi na tatu nne nane ukiishi hili la Matayo tano, tatu kumi ukiishi hili la Wakolosai tatu, kumi na, mbili, kumi na, sita alafu unaongeza Tito 22 mbili, mbili, kumi unaongeza Watesaloniki wa Kwanza tano kumi na sita ishirini na mbili unamalizia na Medhali sita kumi na sita, kumi na tisa Haya mambo ukiyaweka kuwa maisha yako ya kila siku you are a Christian. Automatically. Na haya mambo ndo yanapaswa kubeba maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo ndo maana nimeona ni yaweke yote kwenye ubao kwa mkupuo, ili kwamba muweze kujua hiki ndo kipimo cha maisha yako kitu ambacho nitawaomba ni, chukua karatasi na wewe yaandike haya vizuri kwenye karatasi, kama una ubao nyumbani, kama utabeba kwa vijana wa kompyuta wa kuandikie, and then uviweke kwenye kibambazi cha nyumba yako, kisha every day every time uwe unajipima every evening unajipima, kwa haya mambo every evening yani ikifika jioni unaanza chunguza maisha yako ulio yaishi asubuhi mpaka hiyo jioni unaweza kujichunguza kulingana na petro wa pili moja tano hadi saba unajichunguza kulingana na wagalatia tano ishirini na mbili unajichunguza kulingana na wakorinto wa kwanza kumi na tatu nne hadi nane unajichunguza kulingana na matayo tano tatu kumi unajichunguza kulingana na wa Wakolosai tatu kumi na mbili kumi na sita unajichunguza kulingana na Tito mbili mbili kumi unajichunguza kulingana na Wathesaloniki wa kwanza tano kumi na sita kumi na mbili unajichunguza kulingana na Methali sita kumi na sita hadi kumi na tisa Yaani unapojichunguza kwa haya kila wakati, hapo sasa umeanza maisha ya Ukristo. Hapo sasa umepiga hatua mbele zaidi. Hapo sasa umekuwa mkristo mwenye kuenea. Nafikiri umenielewa ndugu zangu. Waliona haja ya kwenda mbinguni, bila shaka hili linawausu wanaojua wanachokifanya duniani. Bila shaka hili linawahusu wanaofahamu tumefuata nini hapa duniani. Hili linawahusu watoto wa Baba. Lengo kubwa la somo hili fupi ambalo limeleta katika episodi hizi tatu ni kwamba mkomae kiroho, muwe watu wazima. Haya mambo ndio mambo yanayokukaza kiroho. Nafikiri mmenielewa, nafikiri mmenisikiliza. Tumelianza hili na tuna, tumelimaliza leo hivi sasa, ili tuanze somo lingine. Naamini wale walio wa kihoo wamelisikia na wamenielewa. Sitaki kuchukua muda mwingi, wacha eh, niishie hapa kwa leo, ili kwamba bwana awabariki na tuendelee na mengine eh, yakiwa ni mapenzi makamilifu ya Mungu. Kwa heri kwa sasa.